Naitwa Jackalina Mgeni ni muuguzi mbobezi wa masuala ya figo kutoka hospitali ya rufaa kanda Mbeya. Mwezi wa tatu kwa kila mwaka, siku ya Alhamisi wiki la pili, huwa tunaadhimisha siku ya figo duniani na lengo la maadhimisho haya huwa ni kutaka jamii ielewe matatizo yaliyopo ya figo na namna gani ya kuweza kuzuia, ili kusudi kuepusha watu wasipate changamoto hizi, na wenye nazo basi wajue namna gani wanaweza kutibiwa tatizo hili la ugonjwa wa figo. Uh, ni wa aina mbili ambapo kuna changamoto ya muda mfupi na changamoto ya ugonjwa sugu wa figo. Changamoto ya ugonjwa sugu wa figo ni tishio kwani kwa dunia tafiti zinaonyesha kati ya watu kumi, mtu mmoja ana changamoto ya ugonjwa sugu wa figo. Na kwa Tanzania tafiti zinaonyesha kwamba kati ya watu mia moja, watu saba wana changamoto ya ugonjwa sugu wa figo. Na huu ugonjwa sugu wa figo umekuwa ukisababisha vifo vingi, kwani ni ugonjwa umeshika nambari nane kwa kusababisha vifo kwa dunia nzima, na hatua stahiki isipochukuliwa, unatarajiwa kuwa ugonjwa namba tano kwa kusababisha vifo. Na sababu zinazosababisha ugonjwa huu wa figo ni shirikizo la juu la damu na shida ya ugonjwa wa kisukari. Haya ndio magonjwa makubwa mawili yanasababisha shida hii, na tafiti zinaonyesha kwamba nusu ya watu, asilimia hamsini ya watu hawajui kama wana changamoto ya kisukari au changamoto ya ugonjwa wa presha, na hivyo kuleta wimbi kubwa la changamoto hii ya ugonjwa sugu wa figo. Yapo magonjwa mengine kama uambukizi wa vijidudu kwa njia ya mkojo, kuto kutoka mkojo inavyotakiwa kwa sababu ya uvimbe tofauti tofauti, pia magonjwa yanayosababishwa na kinga za mwili, na pia watu ambao walipata changamoto ya shida ya muda mfupi, baadaye kuto kutibiwa vizuri na kupata changamoto ya ugonjwa sugu wa figo. Kauli mbiu ya mwaka huu inasema: Je, unajua afya ya figo zako? Gundua mapema, linda afya yako. Kila mtu, kila Mtanzania, na kila na dunia nzima, kila mtu angelijua afya yake na angejua namna gani anaweza kuizuia figo yake isizurike, tusingekuwa na wimbi kubwa la watu wenye changamoto hii. Ah, wito wangu kwa Watanzania wenzangu na kwa watu wengine, kila mtu awe ana desturi ya kupima figo zake walau mara moja kwa mwaka, lengo ni hilo. Na ukipima, namna gani unaweza ukazuia hili tatizo la ugonjwa wa figo? Ni kufanya mazoezi walau nusu saa, kupunguza unywaji wa pombe. Kwa mwanaume inashauriwa kunywa bia mbili kwa masaa 24 na kwa mwanamke bia moja, na kupunguza chumvi. Kwa masaa 24 ni gramu tano mpaka sita ambapo ni sawa na kijiko cha kidogo cha chai na zaidi ya hapo ni kupunguza matumizi ya sigara au kuacha kabisa matumizi ya sigara, kwani sigara pia zinasababisha changamoto ya figo. Aa, kwa wale wanaopenda kula vyakula vingi vya wanga ni kupunguza, kupunguza mafuta, na mafuta mazuri yale ya nafaka kwa kutumia na kula mboga majani kwa wingi na matunda, ni afya. Kupunguza vyakula vya mafuta kama vile red meat, nyama nyekundu si salama kwa afya, kwa sababu inaleta changamoto ya moyo, lakini nyama nyeupe zinashauriwa. Kwa wale wenye uzito mkubwa kupunguza uzito, kwani wapo hatarini pia kupata changamoto hizi za ugonjwa wa figo. Niseme mtu akipata changamoto ya figo, ni mwili wote unadhurika, ubongo unadhurika, uh, maini yanadhurika, moyo unadhurika, uh, ngozi mifupa tumbo na njia ya mkojo yote inazulika. Kwa hiyo ni mwili wote utazulika, ni kama vile njia panda imeharibika, basi magari atashindwa kupita sehemu tofauti tofauti. Ndivyo ilivyo uh, shida hii ya figo, kila kitu mwilini kitazulika. Naombeni tuchukue hatua, tuzuie changamoto hii. Asanteni sana.